Lakini vyumba viwili na ofisi pale wapo wanakaua kama unavyoona, halafu vyumba viwili vipo hatua ya janva ndo wanaanza kupandisha ukuta, lakini pia tuna majengo mengine kama vile maabara, maabara ya kemia na biology, tunapandisha ukuta ile kule, lakini kuna maabara ya fizikia pia hatua ya, ya kumwaga, kumwaga kifusi nyuma ya jengo la na maabara na, ya kemia na baiolojia. Lakini pia tunajenga maktaba. Maktaba ipo hatua ya lenta, tunasubiri tu kwa mwajilie siku walizoambiwa na, na enjinia. Alafu jengo lingine ni jengo la TEHAMA na lenyewe lipo hatua ya lenta lakini upande wa vyoo vyoo na venyetukuvutuai kuna matundu nane matundu manne ya wa, wasichana matundu manne ya wavulana wavlabaranaitwa Filimon Mwita kaimu kuongeza mtendaji wa misara Tanganyika. Tumekuja kuja kutembelea shule ya sekondari mpya inaitwa Kamsenga ambayo itachukua wanafunzi ambao kwenda sekondari ya Mpanda Ndogo. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuleta fedha ambazo zinaendeleza ujenzi wa hapa ambao tutapunguzia wanafunzi adha ya kutembea mwendo mrefu kutafuta masomo. Katika hapa ujenzi madarasa yanaendelea na tunatarajia kufikia mwezi wa tano mwishoni zilikuwa zimekamilika na wanafunzi wakaanza kuingia mwezi wa nne, ambao wanasoma shule ya sekondari Pandaya Ndogo kwa kupunguza mwendo ambao walikuwa wanatembea muda mrefu. Tayari shule ziko tayari na walimu wako tayari kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi. Tumeona kuna baadhi ya majengo yanaridhisha, kazi inaendelea vizuri na tunawapongeza mafundi kwa kazi wanayoifanya. Tumefika sehemu tumeona kuna si muda mrefu atamaliza. Sasa wito wetu kwa wananchi wenye watoto wanaotazamiwa kuja kusoma waanze kuandaa kwa, lakini kwa mkurugenzi tuelekeze yafuatayo: moja, asimamie kikamilifu uletwaji wa vifaa. Wazabuni wetu ambao wamepata zabuni ya kusambaza vifaa hapa watulete. Mfano, simenti hapa imeisha, lakini pia marumaru hazipo, lakini kuna kazi ambazo zinahitaji simenti na itaji, marumaru ili zaweze kuendelea. Natamani kuona mradi huu unaisha kwa wakati, ifikapo tarehe 30 ya mwezi wa tatu. Nje ya hapo, tutakuwa tumechelewesha sana wanafunzi wetu kusoma hapo ini mafundi yote walioko kwenye mikataba ya kazi hizi, kila mmoja atambue kwamba hii ni dhamana ambayo wananchi wanategemea ujuzi wake na ufundi wake kumaliza kazi kwa wakati. Malizeni kazi, ili mpate fursa ya kwenda kupata kazi maeneo mengine ama pata fursa kwenye miradi mingine. Tanganyika tuna miradi zaidi ya 160, 190. Karibia miradi 200 inayotekelezwa. Hivyo tuna tunaamini kwamba mafundi yote wenye sifa na uwezo kufanya kazi watapata kazi ndani ya Tanganyika. Watafurahia maisha na tunatamani kuona kazi zao zikiwa zenye ufanisi, zenye kuonyesha thamani ya fedha ambazo tunatoa. Lakini mwenyekiti wa kijiji, tunatamani sana kuona anawashikisha wananchi kuja kujitolea kwenye kazi ambazo hazihitaji kwa ajili mafundi, kwa mfano kurekebisha mazingira yetu hapa, kurekebisha miti yetu. Hayo yote mwenyekiti, tunakuomba utusaidie, si ndio? Mwenyekiti wa kitongoji kusimamia na wananchi wamekuamini, basi endelea kuonyesha umahiri wako kwenye kazi za wananchi na kusimamia. Na sisi katika ofisi yetu tunaendelea kuahidi wananchi kwamba kazi njema ambazo mheshimiwa Rais anazifanya tutazisimamia zote, ziishe kwa wakati, zitoe huduma kwa wakati tunategemea kutoa kazi yenye viwango bora, viwango vya Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan ni oye! Basi kazi na utu, alafu, na utu halafu tunasonga mbele. Asanteni sana. Naitwa Charles Kapongo Katambama ambaye ni mwenyekiti kitongoji na mboei kijiji cha Katobo. Kutokana na upokeaji wa mradi huu imefurahia hata wananchi wanashukuru na kulingana jinsi unavyoendelea sasa hivi, na tamati ni maombi kwamba uende ufike kwa wakati, wanafunzi waje waanze kusoma hapa. Mpaka dakika hii maendeleo yaliyopo ni ya kutosha, jinsi ilivyo. Naomba kwa juhudi zaidi kazi iendelee ifike kwa wakati mwati mwati kwa, na tayari niko tayari kushiriki kwa kila wakati, na jinsi toka nilivyoanza kupokea na jinsi nilivyoendelea nao mpaka dakika hii. Kwa hiyo niko pamoja na waliopo hapa na pamoja na wananchi. Nafikiri shida nyingine ni hamna. Naishukuru serikali kwa kuleta mradi huu na mpaka dakika hii nimekuwepo, na imani kwamba watoto sasa watatoka nyanja waliyopo kutokuendelea na masomo yao, njozi zao watazikamilisha kwa wakati, kulingana na mazingira tuliokuwa nayo na umbali wa sekondari. Hivyo naendelea kuishukuru serikali na Mama Samia aendelee kutongezea juhudi na maendeleo, na miradi mingine ikamilike kwa wakati o. Hivyo nahitaji, umeme ufike kwa wakati, maji yafike kwa wakati, ndio huduma ya jamii, nafikiri itasaidia kwa huduma ya watoto wetu wa taifa la kesho.